Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya kumi na nne. Wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyo ndiye Yohana Mbatizaji; amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani, kwa ajili ya Herodia mke wa Filipo nduguye. Kwa sababu Yohana alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Naye alipotaka kumuua, aliwaogopa watu, maana walimwona Yohana kuwa nabii. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode. Hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye, huku akichochewa na mamaye, akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Naye mfalme akasikitika; lakini kwa ajili ya viapo vyake, na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe; akatuma mtu, akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe, akapewa yule kijana; akakichukua kwa mamaye. Wanafunzi wake wakaenda, wakamchukua yule maiti, wakamzika; kisha wakaenda wakampasha Yesu habari. Naye Yesu aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu, faraghani. Na makutano waliposikia, walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Yesu akatoka, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa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 Naye alipokwisha kuaga makutano alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari kina taabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wambisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli; wakapiga yoe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo; ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, Njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia, wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Na walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genesareti. Na watu wa mahali pale walipomtambua walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi nao, wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu; na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Amen.